Na asante sana Hawa, na naungana na Charo hapa kwenye laini ya simu. Charo, tuanzia hapa Ujerumani ambapo huenda tukajua rasmi bingwa wa Bundesliga wikendi hii. Vinara Bayern Munich wanashuka dimbani dhidi ya Mainz. Vincent Company na vijana wake wanahitaji nini ili kutawazwa mabingwa? E, na nadhani kalkuleta zinahitajika hapa. Asante sana sante sana asante sana Bruce. Uh, nadhani Bayern lazima washinde pambano lao dhidi ya Mainz. Alafu, waombe sana kwamba Leverkusen wapoteze pambano lao dhidi ya Augsburg nyumbani Bay Arena. Kama Leverkusen watapoteza, ina maana mwanya utatanuka zaidi. Mm-hmm. eh, hadi kufikia eh, alama kumi na moja. Na hii itakuwa nafikiri, i, ni vigumu sana kwa Leverkusen kuweza kurudi tena tukizingatia kwamba hizi ni mechi za mzunguko wa 31. Kwa hiyo baada ya hapo itakuwa ni mechi ya 32, 33 na 34, mm. msimu ukamilike. Lakini kama Bayern watakwama, Mainz mm. watoke sare, halafu Leverkusen washinde, basi itabidi sasa tusubiri, kwa sababu mwanya utakuwa umepunguka hadi kufikia alama saba na, eh, alama sita tuseme itakuwa imerudi pale pale, pengine saba hapo, hmm. halafu italeta shida kwa hizo mechi ambazo zimebaki tatu, ambazo kama Leverkusen itashinda zote ni alama tisa. Ina maana itabidi tusubiri sasa eh, kuangalia matokeo ya hizo mechi nyingine. Dortmund utacheza ugenini dhidi ya Hoffenheim, na kocha Niko Kovac. Yeye anasema kwamba anatumai ataendelea msimu ujao katika dimba la Signal Iduna Park, hata kama hawatafuzu katika ligi ya mabingwa Charo unadhani mabosi wa BVB wataridhia hili? Ah, sina uhakika sana, sina uhakika sana kwa sababu matarajio yalikuwa ni makubwa kwamba Niko Kovac, baada ya kuletwa pale, angeweza kuimarisha timu na kuisaidia angalau kurejea katika nne bora au angalau sita bora. Na kibarua ambacho anacho Niko Kovac ni kuhakikisha angalau anaimarisha timu kwa mechi hizi ambazo zimesalia ili wakamilishe angalau katika sita bora wachezi katika mashindano ya Ulaya msimu ujao. Sasa pambano la ugenini dhidi ya Hoffenheim, lazima ashinde. Na kama atapoteza pambano hili, ina maana kwamba matumaini ya Dortmund kuingia katika sita bora, wakiwa hivi sasa wamesimama katika nafasi ya saba, yatakuwa yanadidimia na hii haitakuwa vizuri sana kwa Nico, huenda pengine tukashuhudia kibarua chake kikiotambawa na Dortmund wakatafuta kocha mwingine kwa ajili ya msimu ujao. mm -hmm. E, sawa tuna hapa Ujerumani, hali pia nchini England ni ile ile, hasa katika kinyang'anyiro cha ubingwa. Liverpool anabeba ubingwa wikendi hii na wanahitaji tu sare moja kati ya mechi zao tano zilizobaki itakapocheza dhidi e, ya Spurs nyumbani e, kocha Slot amefanikiwaje hili katika msimu wake wa kwanza katika ligi ambayo wengi wanaielezea kuwa ligi ngumu sana cha Uh, Liverpool nafikiri ilikuwa tayari na kikosi ambacho ni kizuri, na ule utulivu wa timu pia umemsaidia sana kocha huyu uh, kuweza kuendeleza matokeo ambayo yalikuwa ni mazuri ambayo alikuwa ameshuhudiwa katika msimu pia ambao ulikuwa umepita. Na kama ulivyotaja nafikiri kwa nafasi ambayo wamesimama Liverpool sasa hivi uh, uwezo ni mkubwa sana kwamba wanabeba uh, Jumapili uh, wakipata ushindi nafikiri itakuwa ngoma imekwisha, uh, kwa sababu upinzani uliopo kati yao na, na, na Arsenal hmm, uh, si mkubwa hivyo, hasa baada ya Arsenal kulazimishwa sare ya mbili mbili. Uh, matumaini yalikuwa ni kwamba watajiimarisha na kujaribu kuwasogelea, lakini mambo yamekuwa magumu sana kwao. Nchini uh, Uhispania kuna kinyang'anyiro kikali kabisa, El Clasico na ni awamu ya tatu. Katika awamu mbili za kwanza, Hansi Flick na vijana wake wa Barcelona waliwa Piga Real Madrid eh, mara mbili kwanza, katika dimba la Santiago Bernabeu, mabao manne kwa sifuri na kisha kule Saudi Arabia mabao matano kwa mawili katika kombe la Super Cup la Uhispania eh, hii mara ya tatu, Ancelotti tumbo joto eh? Kama Hansi Flick atafanikiwa kuwapiga tena Real Madrid, na uwezo wanao, basi atakamilisha mzunguko wa tatu wa kuipiga Madrid mfululizo. Kitu ambacho lakini Madrid hawataki kukubali, na pia katika soka la kiwango hiki cha fainali ya Copa del Rey ni ngumu sana kwa Barcelona nafikiri, kuweza kupata ushindi eh, tena dhidi ya Real Madrid nadhani Barca ndio ambao watakuwa na presha kubwa sana katika pambano hili eh, lakini kwa upande wa Madrid inabidi wawe makini sana ili waweze kushinda na kutoa kombe hili. Haitakuwa rahisi pia vile vile kwa wao kuwashinda Barcelona, kwa sababu Barcelona wana kikosi ambacho ni imara sana, na kocha wao Flick, anatumia ujanja mwingi sana, uerevu mwingi sana, mbinu nyingi sana kuweza uh, kudhibiti mchezo na wachezaji wake wanafanya kazi nzuri sana hasa wakitumia mapana ya uwanja pembeni kulia na kushoto na wamepata ma, mafanikio makubwa sana katika La Liga na pia vilevile vile katika kombe la mabingwa Ulaya Champions. Ancelotti lazima awe makini, vinginevyo akipigwa Ancelotti katika pambano, pambano hili na Hans Flick, matumaini yake ya kuendelea kukaa uh, katika Real Madrid nafikiri ndio yatakuwa ya yanazidi kufifia kabisa kabisa, Bruce. Barcelona wanawinda quadruple, wenyewe wanasema mataji manne katika msimu moja, na wakati Real Madrid uh, walishaondolewa katika ligi ya mabingwa Ulaya, hawapo katika fainali nyingine yoyote. Huenda kinyanganyiro cha La Liga kina, kina, kina mashaka hivi, pengine basa wakabeba. Unadhani uh, kama watashinda Copa del Rey hii itakuwa ni kuwa ya kuwafutia machozi itakuwa ni wakafutia machozi kwa sababu kwa upande wa La Liga sidhani kama uh, Madrid watakuwa na mbavu ya kuweza kurudisha zile alama na kufunga ule mwanya na kujiongezea alama zaidi na ku, na kuipiku uh, Barcelona. Nafikiri Barcelona wako imara kabisa na kwa mechi ambazo zimesalia, sioni kama Barca watapoteza hata moja, hata sare. Pengine itakuwa ni kama inatokea tu kwa bahati mbaya, lakini kwa kikosi jinsi kilivyo, nafikiri kinashinda mechi zake zote ambazo zimesalia, na kwa maana hiyo nafikiri watabeba uh, kombe la La Liga na Barcelona, kitu pekee ambacho kinawapa matumaini ya ku, ku, ku, ku, kutetea ule ufahari wao mm, basi ni kombe la Copa del Rey na wakilikosa hili, basi msimu una kamilika na watakuwa hawajapata kitu watambulia patupu.